Nitoe mambo mawili, kwanza nitoe elimu na pili nitoe ufafanuzi. Nitajikita zaidi kwenye utaalamu, lakini maelezo yaliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali yako sawa. Sasa hivi hali ya umeme nchini kwetu ni nzuri kwa kiasi kikubwa. Siwezi kusema hatuna changamoto yoyote, hapana. Kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale, lakini kwa habari ya uzalishaji umeme na kuwa na umeme wa kutosha nchi tunao Kinachotufanya tuchukue umeme kwa ajili ya kaskazini nitaeleza. Jumla ya umeme unaozalishwa ndani ya nchi ni megawatt elfu tatu mia saba tisini na sita. Umeme unaohitajika nchini ni megawatt elfu mbili kama na mia mbili. Ukijumlisha mpaka kijumuisha mikoa iliyoko nje ya mfumo wa... hivi mnajua kwamba Tanzania tunanunua umeme kutoka nje hata sasa. Tunanunua umeme kutoka nchi tatu tofauti. paka hivi navyozungumza, kule Rukwa umeme unaotumika mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka Zambia, na tuna mkataba na Zambia wa kuuziwa umeme. Umeme tunaotumia katika mkoa wa Kagera tunaununua kutoka Uganda. Na tuna mkataba na serikali ya Uganda wa kununua umeme kutoka Uganda kwa ajili ya mkoa wa Kagera. Kule horohoro wilaya ya Mkinga Tanga, umeme unaolisha watu horohoro pale wilaya maeneo ya Mkinga tunaununua kutoka Kenya. Kwa hiyo kununua umeme kutoka Ethiopia si jambo jipya wala si jambo geni. Tunaponunua umeme kutoka Ethiopia hatuendi kuuchukua kutoka Ethiopia tukausafirisha all the way kutoka Ethiopia tukauleta huku. Aa, nimeona mjadala ambao unaendelea baada ya kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anazindua mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe, aa, kusema kwamba serikali ipo katika mpango wa kununua umeme kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya kukatikakatika kwa umeme katika ukanda wa kaskazini unaojumuisha mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Ni kweli serikali ipo katika mpango huo kama alivyosema Mheshimiwa Rais, na anaomba kutoa ufafanuzi kama ifuatavyo. Umeme wetu Tanzania kwa sehemu kubwa unazalishwa kutoka upande wa kusini mashariki mwa nchi yetu. Sasa, kutokana na kuzalishwa katika upande mmoja wa nchi, shirika letu la ugavi wa umeme linalazimika kuusafirisha umeme huu kupitia gridi ya taifa na kuusambaza nchi nzima. Sasa gridi yetu ambayo inaunganisha kwenda upande wa kaskazini mwa nchi ndiyo gridi ndefu, na kutokana na urefu huo, kumekuwa na upotevu mkubwa wa umeme. Sasa pamoja na kuwepo upotevu mkubwa wa umeme na ikijumuisha na changamoto za uchakavu wa miundombinu, imesababisha tatizo kubwa lisilokwisha la ukanda wa kaskazini la kukatika katika kwa umeme. Wataalamu wetu wanasema pamoja na kusafirisha umeme mpaka kwenda huko nchi yetu imekuwa ime ikitumia zaidi ya shilingi bilioni thelathini na mbili kugharimia upotevu wa umeme unaotokana na kusafirisha umeme kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji hadi ukanda wa kaskazini. Sasa kutokana na hilo, sasa serikali katika kufanyia kazi changamoto hii imeamua kufanya uamuzi wa kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya ili ukaimarishe gridi yetu ya taifa katika ukanda wa kaskazini. Na tunafanya hivi tukiwa tumezingatia mambo mengi. Kwanza, kukabiliana na changamoto hii ya kitaalamu, kwamba tukiendelea kutegemea kusafirisha umeme kutoka kusini mwa nchi mpaka kaskazini, kuna changamoto kubwa ya umeme kuendelea kuwa unakatikakatika kutokana na changamoto za kiusafirishaji. Hiyo moja, lakini pili hasara tunayoipata kutokana na upotevu wa umeme sasa. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivi kwa sababu wataalamu wanatueleza kwamba tukiunganisha gridi yetu upande wa kaskazini na umeme unaotoka Ethiopia kupitia Kenya, tutakuwa tumepata umeme imara na tutawaondoa wenzetu wa Kilimanjaro na Arusha katika adha ya kukatikakatika kwa umeme. Wengi watahoji kwa nini tunatumia pesa hizo nyingi. Hesabu zimefanyika. Nchi yetu ni mwanachama wa, wa umoja wa gridi ya ukanda wa kaskazini mwa Afrika ambako tuna makubaliano ya kuuziana umeme kwa gharama nafuu, na umeme tunaoununua una gharama nafuu, tena ni gharama nafuu zaidi hata baadhi ya vyanzo vyetu ambavyo kwa sasa vinazalisha umeme nchini kwetu. Kwa hiyo ni umeme ambao hautupi mzigo serikali zaidi zaidi, unatupunguzia kwanza kadhia ya kukatika katika kwa umeme lakini pili unatupunguzia kadhia ya upotevu mkubwa wa umeme unaosababisha upotevu wa zaidi ya shilingi bilioni thelathini na mbili kila mwaka. Naomba itambulike kwamba kusafirisha umeme kutoka ukanda wa kusini mwa nchi yetu kwenda mpaka Arusha kumekuwa kukisababisha upotevu wa takriban megawati ishirini, yaani tukitoa megawati mia moja kutoka kwenye mitambo yetu kwenda Arusha, kule Arusha zinafika megawati thamanini. Sasa wapo watu wanauliza kwa nini eh, umeme utoke Ethiopia uwe nafuu na usiwe nafuu wa kutoka kusini mashariki mwa Tanzania? Ni hivi, sisi tuna hesabu kutoka ilipo mita ya kutuletea megawati mia moja ambayo ipo na Manga Kenya, ambako ni mpakani mwa Tanzania na Kenya na sisi wenyewe tumeweka mita yetu ya megawati mia moja tutakapoanza kuwauzia umeme wetu kwenda Kenya. Kwa hiyo haya mambo ni kubadilishana, panakuwa jirani, kwa sababu tunahesabu ilipo mita ya megawati mia moja za kutuletea umeme Tanzania, ambayo iko Namanga pale, ni jirani zaidi kuliko huku kusini mwa Tanzania, ambako tukitoa megawati mia moja Arusha zinafika megawati themanini. Sasa utaratibu huu wa kununua umeme sio tunaanza sasa, ni utaratibu ambao umekuwepo. Tunanunua umeme kwa ajili ya mkoa wetu wa Kagera kutoka Uganda, tumeunganisha tunanunua, lakini pia tunanunua umeme kwa ajili ya mkoa wetu wa Rukwa kutoka nchi jirani ya Zambia, na pia tunanunua umeme aa, kutoka Kenya kwa ajili ya wenzetu wa Tanga. Kwa hiyo ni utaratibu ambao umekuwa ukitumika na ni vizuri Watanzania wakajua kwamba kununua umeme katika maeneo ya jirani mwa nchi yetu inatusaidia pia kuwa na njia mbadala pale tunapokuwa na changamoto za gridi yetu ya taifa, kwamba tunaweza tukaunganisha na umeme kutoka jirani na tukatatua changamoto zetu, ama wakati tunatatua changamoto zetu tukatumia umeme kutoka nchi za jirani. Na ni kwa kutambua hili, hata katika mkutano wa wakuu wa nchi wa Afrika uliofanyika hapa jijini Dar es Salaam, wakuu wa nchi za Afrika wamekubaliana kushirikiana katika usambazaji wa umeme. Wakuu wa nchi wamezungumza juu ya kuwepo soko moja la umeme barani Afrika, manake nchi moja iwe inaweza kuiuzia nchi nyingine. Sisi nchi yetu tayari tuna njia ya umeme tumeijenga kwenda Kenya, tunaweza kupeleka umeme Kenya kupitia kwenye njia yetu, lakini na Kenya nao wanaweza kutuletea sisi. Kwa changamoto tuliyonayo Arusha, tumeona tuuchukue umeme ambao unatoka ethiopia na niwakumbushe watu ethiopia ndio nchi yenye umeme wa gharama nafuu zaidi wanazalisha umeme mwingi kupitia kwenye bwawa lao takriban ni megawati elfu sita sisi tunazungumza megawati elfu mbili mia moja kumi na tano kutoka bwawa la nyerere wenzetu wanazalisha megawati elfu sita kutoka kwenye mradi mmoja kwa hiyo wanausambaza unapita kenya unakuja kwetu tunautumia na ni wa gharama nafuu tumelinda maslahi ya nchi tuko makini kwenye hilo lakini jingine kubwa na muhimu ni kwamba tunaendelea pia kujenga njia za kwenda kwenye nchi za wenzetu. Tayari nchi majirani Rwanda na Burundi wameshaomba tuwe na mikataba ya kubadilishana umeme ama kuuziana umeme. Maanake ni nini? Hii ni fursa. Tunaweza pia tukapata umeme kutoka sehemu moja na tukauuza sehemu nyingine, tukapata faida kama nchi. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida, naomba niwatoe hofu wa Tanzania kwamba hii ni njia ya kawaida ya kitaalamu ya kuhakikisha tunasimamia umeme na sio Tanzania peke yetu tunaofanya hivi. Nchi nyingi zinafanya hivyo. Ni moja ya afua muhimu za kuhakikisha nchi inakuwa salama kwa nishati. Tukitegemea umeme wetu tu wa gridi ya taifa, gridi ya taifa inaweza kupata changamoto yoyote. Ikipata changamoto, mkiwa mna maunganisho hayo na nchi zingine, na mnabadilishana umeme, inawasaidia kutatua changamoto. Nadhani limeeleweka vizuri, na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa nia yake thabiti ya kuhakikisha tunakuwa na umeme, sio tu umeme wa kutosha, bali umeme wa uhakika, na tunakuwa na njia mbalimbali mbali za kukabiliana na changamoto za umeme. Asanteni sana.